Kila mwanamke au msichana anastahili kujisikia salama. Inamaanisha ikuwe ni mahali ya usalama ya kimwili, mtu mwenye unaamini, rafiki au jamaa au mtu mwingine yeyote kwenye mtandao au hata nafasi yenye unajenga kwa ajili yako mwenyewe. Kama unajisikia kutokuwa salama, jitambue na utafute msaada kama unaweza na wakati unaweza. Unaweza kujisikia peke yako lakini hakuna mtu mwenye iko na haki ya kukufanya ujisikia vibaya na kukosa usalama. Jamii yako inapashwa kuwa ni mahali kwenye unajisikia salama. Jamii inaweza maanisha mambo mengi. Inaweza kuwa eneo kwenye unaishi, majirani zako, masomo yako au kazi yako, soko ya karibu au duka ya chakula, marafiki, kanisa au msikiti yako, Shughuli zenye unafanyaka wakati wa muda wa ziada au huru. Jamii yako pia inamaanisha watu wenye wanakuwa sehemu yako. Hauwezi kudhibiti au kontrole matendo ya watu wengine na kama unapitia katika unyanyasaji au violence kwa sababu ya mtu mwingine, haiko kosa yako kamwe. Kama uko na maswali zaidi au ungependa kuzungumza na mtu, tafadhali jisikie huru kupata maelezo ya mawasiliano ya mtoa huduma karibu nawe kwa kupiga klik kupata huduma, au kutafuta taarifa zaidi kwa kutumia njia ya utafutaji au chatbot.